Kumbe tayari mimi ni baba. Mimi najua kwamba hauna uwezo wa kushika mimba, nafunga na kusali umundani maombi yote. Mungu wa Isaka, Elia na Yakobo, namuomba siku zote umundani anipa maisha. Huyu Junior ni nani? Mtoto gani huyu? Mke wangu kuna kitu atakuwa ananificha hapa, na kwa nini siku hizi kila anapolala anaweweseka sana? Hmm, hapa kuna namna, nachezewa picha nisiyoitambua. Lazima nitulize akili kutafakari kwa kina. Hizi sio dalili nzuri. Huyu mtoto ni nani? Yani, ulikuwa umekaa hapo akunusi paka wala nzi leo, magwana yote unatembea nao. Mimi ndo nakutafutia sasa hivi tani, unajifanya wewe mkuu wa mjini, si ndio? Yani, unajifanya mjanja jiji leo tushalijua. Wewe upo nikotoka na nini? Si ndio? Sasa ni, ni wataarifu tu. Kupata kwangu msichukie nyie. Na nyota yangu hamwezi kuishusha labda amempandia huko juu. Sijui mnanielewa, na mtadondoka. Oh, oh. <laughs> Usichokijua, kila mwanaume anakuja katika hii nyumba ananifuata mimi haijalishi na mwili nzina mwili we, mabwana. Mbona sitongozwe, sitongozwe? Ni, wewe mjanja mabwana ungetafuta mwenyewe wewe, mwe. wewe, mwenye. ta -ta -ta wewe. <tos> <tos> unajiona mjanja si ndio wewe? Mazimia iko wapi? Mimi mioca inawaka tena, inang'ara, ndio maana mna wivu. mgekoo kama <laughs> umekuja mjini ujataidi moja <laughs> tayari ushaanza kutoa mapembe. Yani unajikuta wewe mjaji, kwa sababu mapembe

kuna jambo nilikuwa nalifuatilia. Umenishtua. Nimekushtua kwa nini? Alafu Hanifa mke wangu, mbona siku hizi umebadilika sana ha? <laughs> Unajua sio kawaida yako kuondoka hapa nyumbani bila kuniaga hasa katika kipindi cha asubuhi, lakini umekuwa na vitu vingi vidogo vidogo ambavyo vinaashiria upya wako jambo ambalo kwa asilimia mia moja mimi lianionyesha ishara ya hatari katika ndoa yetu. Hanifa, usisahau ya kwamba mwanadamu anapoamua kuchukua maamuzi ya kubadilika, kuna jambo la siri linalofukutia ndani yake, na hii sio sawa kikawaida. Hebu niambie, shida ni nini? Unatoka hapo unakwenda kufuatilia, ili ni swala la kifamilia. Hii ni familia, sisi ni wamoja. Jambo lolote linalofanyika humu ndani lazima lifanyike kwa umoja, kwa kushirikishana na kushirikiana. Unaambia umetoka umekwenda kufuatilia. Haya, umekwenda kufuatilia nini? Kitu gani ambacho umeenda kufuatilia? Alikuwa anamfuatilia mtoto wake anaitwa Junior. Uwache shughuli yako kazi uliokuja kuiomba kwa dhati alafu ukae uchungulie wenzio, ndo kilichokuleta kuchungulia? Ina maana wasichana wote walioko huna kazi yao ni hiyo, hiyo ya kuuza mili yao sio? Hmm. Sasa hapo unaulizwa swali au unapigia mstari? Kwani wewe ulivyokuja, mimi nilikuwezanii Silikuwelesha kwa kila kitu wewe. Asa wewe, maswali na majibu. Mimi nahisi ungeyapeleka bungeni, na sio hapa kwangu. Kwa sababu hicho, sio kilicho kuleta. Na pia, kama unahitaji hii kazi, wewe ungeni ambia tu. Kwa sababu wako watu, wanakujaga hapa wana tafuta mishangazi. Wewe kama uko sawa, wewe niambie, unaingia ndani na kuvisha nguo, unaingia mzigoni. Yani hapa kazi tu kazi. Hakunaga umbambamba hapa. Sasa huo umbea wako uwache, kazi ya kufagia uje uanze umbea wakuchungulia. Alafu hao wenyewe, akili za wenyewe ni akili moja. Sasa wakujue au wakuone umewachungulia, kazi unayo? Mimi sina msaada na wewe. Kwa taarifa yako, hapa kila mtu anaishi maisha yake, anayafanya yake, aliyomleta hapa, asaendelea na uombea wako. Faida ya umbea utaupata. Sio, unanielewa? Ingilia kati eh, Mungu wewe, mtoto gani huyo anayezungumziwa hapa? Mbona kama mnanichanganya? Junior yupi unayetaja hapa mng? Hakuna kitu chochote kinachoendelea na mimi, sina mtoto anayeitwa Junior. Huyu dada atakuwa amechanganyikiwa huyu. Ambivi wako ukweli afta kuficha hivi mpaka lini eh? Ukweli gani unataka mimi niongee? Ukweli gani? Nimeshasema sina mtoto anayeitwa Junior. Mbona unanilazimisha? Nyamaza. Hebu sikiliza basi, hauna mtoto na wala hauna uwezo wa kushika mimba, mke wangu usisahau hilo. Ni mtoto gani sasa unayemwongelea hapa? Huyu mwanamke sio mpumbavu, ni mtu mzima mwenye akili timamu na anaelewa anachokizungumza hapa Arifa. Wakati unapofika kuzungumza ukweli, ni vyema ukweli uchukue nafasi yake na si vinginevyo. Kuna kitu unanificha hapa, ni kitu gani? Huyo junior ni nani? Niambie Alifa. Kende, naomba uondoke, nitamwambia ukweli mume wangu mimi mwenyewe. Mimi siwezi kuondoka hapa mpaka utakapomwambia huyo mume wako ukweli. hivi umekuwa kinyang'anizi sana. Nimekuambia naomba uondoke, nitaongea mwenyewe na mume wangu, nielewe. Naomba uondoke, Kendi, naomba uondoke. Hanifa, binti ndio wanakuita nani kile? Mimi naitwa mi, sawa. Si kubaya, lakini naomba uondoke, sio kwetu. Ila kitu kingine, huyu mke wako ana mtoto tena, anaitwa Junior, na sio mwanae pekee yake bali ni mtoto wenu wote, niwe wawili. Sasa danganya mme wako hivyo hivyo, ila mimi nachokuomba, mwambie mume wako ukweli. Sitaki kuja kule nyumbani kwanza kwenye tena kukuona. Mwambie mnafanya nini. Mdio ukweli unakuhitaji kuchukua nafasi, fanya hivyo kabla hujaaibika. Naomba uniambie, ni kitu gani unachonificha Anifa? Unanifahamu vizuri Anifa, kuna kitu nanificha na, na unanifahamu vizuri sana Sijawahi kukupiga hata siku moja. Usinilazimishe nifanye maamuzi ambayo atakufanya ujutie kunifahamu. Naomba niambie. Ni kitu gani unachonificha, Hanifa? Niambie. Nini hapa size? Na kwa hiyo unakuja kwangu bila taarifa ya msingi, mm. Nahisi unajisahau sana Jordan. Maisha yako bado yananihitaji mimi sana hata mm. Hivyo nimekuja ni hapa nimepigiwa simu na baba mwenye nyumba. Ameniambia unadaiwa bili kubwa sana ya maji. Ano, kuja kukupa simu uongee naye umalizane naye. Nasikiliza doli, siwezi kuongea naye kwa sababu maisha yangu yenye maseke. Sina chochote hapa, naponiona nafikiria nitasovu vipi maisha yangu. Sina hata senti tano mundani. Naongea naye ili iweje? Ninajua hata nikiongea naye anachotaka ni pesa tu na sio kitu kingine chochote kile. Kwa hiyo siwezi kuongea naye. Nisikilize, Jordan, hivyo sijajia hayo. Mimi nina kiu hmm. Namba nisaidie, baba yangu, nahitaji ukate kiu yangu Jordan. Namba nisaidie basi, nisikilize do yani sina mudi kabisa na wala sina hisia za kufanya hicho kitu kwa sasa, yannafikiria naokoa vipi maisha yangu imani wezi kujiokoa kwa matatizo madogo madogo ambayo ananikuta. Sina hisia, siwezi so kufanya hicho kitu nikiwa katika hizi stress. Naomba uniache kwa sasa, an usijali, kama bili mi ntalipa. Nakuomba Jordan, na kuhusu swala la mudi, hata mimi mwenyewe sina mudi, sababu niko toka huko kai, yani kanichanganya vibaya mno. Ndio maana nimekuja kwako mpenzi wangu, najua kwa najuakua nitapata amani. Tafadhali, mbona nisaidie Jordan, na kiu mwenzio. kuna ugeni uliutarajia? Hapana, labda itakuwa mwenye nyumba kafata bili yake ya maji. Hapana, kuhusu mwenye nyumba mi nilikuwa na kudanganya tu. Sasa atakuwa ni nani? hmm. Hmm. tuna mtoto anaitwa Junior na niligundua kuwa mimi ni mjamzito, kipindi ambacho wewe ulikuwa haupo, kipindi ambacho wewe ulienda mgodini, na kama unavyo mjua mwanzani

bangu kwa shida sana, pasipokuwa na msaada wote. Mwanzani alininyanyasa sana, lakini Mwenyezi Mungu alinitetea ni tetea mpaka nilipokuja kujifungua wa mtoto wangu kiizi changu Junior, kutokane na hali ya maisha

Mtoto wangu Junior kwa binti yake wa Yali ambaye anaitwa Dolly ili awezi kuitetendwa. muda wote naangaika, muda wote unanivuruga kichwa changu. Kumbe tayari nina mtoto Eh? Yaani kumbe tayari mtoto tunayo. Muda wote umekaa kimya na siri hii. Anifa, umepata wapi wa ujasiri? Ina maana hata yule daktari alikuwa ni uongo. Ulikuwa ni mchezo wako na yule daktari Anifa, si ndio? hakuna Wewe ni mwanamke, wewe ndo mama wa huyu mtoto. Kumbe tayari mimi ni baba. Mimi najua kwamba hauna uwezo wa kushika mimba. Nafunga na kusali huko ndani maombi yote. Mungu wa Isaka, Elia na Yakobo, namuomba siku zote huko ndani. Sasa hivi bibi, hatujapata taarifa yoyote kuhusu akina Kai, na kufikia jioni wasipoonekana, lazima watangazwe tu kwamba ameshafariki. Lakini maumivu ya usaliti upenya katika damu ya mwanadamu hupitiliza mpaka katika moyo. Jamaa wewe sio bure. Yaani wewe mwanamke kakoroga. usuhuba na ukuruba ni jambo jema sana kwa wongwana. hivyo basi, usuhuba wetu utabaki halinda ya halinda. Mungu Baba, watu wanaja kukopa tukurudisha hawezi. Kana wanaja kukopa tukurudisha hawezi. Kwa nini? Mimi nakwambia. Jua la kesho ulioni hali mambo sio shwari, upepo na tufani vinani vinanisukuma mi, hata riski ninayo ipata mi haitoshelezi kulisha famili. Ingilia kati, e Mungu eh, e Baba eh, eh, eh,